Nawaambia viongozi wa chama wa mikoa na majimbo na matawi, mawakala mmejitoa, tusende tukawachia mzigo mawakala peke yao. Wakala yuko ndani lakini lazim aone kwamba hayuko peke yake. Kwa hivyo, hili ni lenu, viongozi wa chama, tutalifanyaje? Hapa si pahala pake, lakini yako mambo ya msingi, lazim wakala ahakikishiwe na wenzake. Na jingine, nategemea mbali ya waangalizi, lakini wagombea wenyewe wahakikishe wanapita vituoni muda wote.